Kutokea kona yeyote ile ya dunia ambapo unaitazama na kuifuatilia Global TV ni kukaribisha kuipata ripoti kamili ya OFM, Operation Ficho Maovu juu ya taarifa za kuwepo kwa mchele wa plastiki nchini Tanzania. Siku za hivi karibuni kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii zilienea taarifa za kuwepo kwa mchele wa plastiki hapa nchini Tanzania. Baadhi ya mashuhuda wakidai kuwa umeingizwa kinyemela na wafanyabiashara wasio waaminifu lakini wengine walienda mbali zaidi na kuitonya OFM. FM kuwa kiwanda kinachohusika na utengenezaji wa mchele huo bandia kwa kutumia material plastiki ambayo ni hatari sana kwa afya ya binadamu kipo ndani ya jiji la Dar es Salaam. OFM ilijipanga kuingia mzigoni. Wakati kikosikazi cha OFM kikiwa kazini, mara zikaibuka taarifa za kiintelijensia zikisema kuwa askari wa polisi walikuwa wakijiandaa kwenda kuvamia kiwanda kimoja huko Kiwalani Minazi Mirefu kinachodhaniwa kuwa ndicho kinachozalisha mchele huo wa plastiki. Mara moja kikosi hicho kilijigawa na kufanikiwa kujiunga na wanaosalama hao ambao kwa wakati huo walikuwa wakijiandaa na kuandaa hati maalum ya upekuzi, yani search warrant. Msafara wa watu hao wa usalama waliwasili eneo la tukio wakiwa chini ya ofisa mmoja ambaye hakutaka jina lake kutajwa katika vyombo vya habari, na kuikuta nyumba inayotumika kama kiwanda mbele ikionyesha kuwa ni duka la unga na mchele kwa bei ya jumla. Ndani ya kiwanda hicho kilichokuwa na wafanyakazi wachache wa kike na wa kiume, Global TV na OFM ilishuhudia mashine zikiunguruma, huku rola za plastiki zikizunguka na kuishia kwenye kitu kama ndoo ambayo punje za kitu kama mchele zilionekana kudondokea. Global TV ilishuhudia punje hizo na kuzishika zikifanana kwa kiasi kikubwa na zile za mchele, lakini mmiliki wa kiwanda hicho alijitambulisha kwa jina moja la Mika, alisema alicho kinachoonekana kama mchele ni material ya kutengenezea plastiki. Na alipoulizwa kwa nini nje ya kiwanda kumeandikwa kinauzwa mchele pamoja na unga badala ya mifuko ya plastiki alisema, awali kiwanda hicho, kabla ya kutengenezwa pale eneo lile lilikuwa ni duka ambalo lilikuwa likifanya biashara hiyo ya jumla lakini pia maofisa wa polisi waliokuwemo katika msafara huo, baada ya kufanya naye mahojiano ya kina na kujiridhisha jinsi utendaji, wa, utendaji na utengenezaji wa mifuko hiyo ya plastiki ulivyo, walimwachia mmiliki huyo, wakati tayari mamlaka ya chakula na dawa TFDA ikiwa imetoa tangazo la kupinga kuwepo kwa bidhaa hiyo sokoni, nikiwa na maana ya bidhaa ya mchele wa bandia unaotengenezwa kutumia mati plastiki. OFM inaweza kuripoti kwa sasa kupitia Global TV kuwa taarifa hizo za kuwepo kwa mchele huo wa plastiki ndani ya taifa letu la Tanzania ni uongo unaoenezwa na watu wenye malengo wanaoyajua wao wenyewe. Lakini pia hata hivyo OFM ya Global Publishers kupitia Global TV bado inaendelea kusaka taarifa zaidi juu ya madai hayo ya kuwepo kwa mchele huo ambao mpaka sasa hivi bado haujaonekana wala uthibitisho wa kuwepo kwa mchele huo haujapatikana. Na kiwanda kilichokuwa kinadhaniwa kuwa kinatengeneza mchele huo kimegundulika kinatengeneza mifuko ya plastiki kama vile ambavyo unajionea mwenyewe kupitia video hii. Sina la ziada, mi naitwa Kelvin Shayo kupitia Global TV. Usahau pia kutembelea website yetu www.globalpublishers.co.tz kuzipata habari hizi pamoja na nyingine nyingi ambazo zinaibuka kila dakika kila saa na kila siku, popote pale ulipo, unazipata kiurahisi zaidi. Niwatakie wakati mwema, tukutane katika vipindi vingine, usitoke bila kubofya sehemu iliyoandikwa subscribe kama bado ulikuwa hauja subscribe ili usio ukipitwa na habari kama hizi, pamoja na nyingine nyingi ambazo unastahili kuzipata kila siku na wakati wote kutokea hapa Global TV.